Tumefika katika mafunzo eh, au ibra tunazozitoa katika eh, kisa cha Taif tulizungumzia mwisho, na tuligusia tulipoanza kisa cha Taif, baadhi au moja katika mambo ambayo tunasoma katika visa hivi, lakini tukasema tutayataja sasa kwa, kwa tafsili. Na katika mambo ambayo tutasoma tutafundishwa sisi kama Waislamu katika kisa hiki cha Taif. Jambo la kwanza ni kuwa bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni kudwa wetu, ni role model. Eh, kiangalia bwana Mtume amekuja kutubalighishia akida na akaja kutubalighishia namna ya kufanya ibada, namna ya kumwabudu Mwenyezi Mungu Jalla Jalal. Sasa eh, katika mambo ambayo tutastafidi hapa ni kuwa bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kama alivyokuja kutufundisha eh, namna ya kuswali akasema, sallu kama raaitumuni usalli, eh, kaja kutufundisha upande wa hija akasema, khudhu anni manasikakum eh, <coughs> na ibada zingine. Manake bwana Mtume alikuwa yendo yoanze na zile ibada tukafundishwa sasa. Ikawa kiswa kama hiki ni namna ambavyo bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam atatuonyesha namna ya kusubiri. Eh, Mwenyezi Mungu ametuamrisha eh, kusubiri. ya ayyuhalladhina amanu subiru wasabiru warabitu, enyi eh, mlioamini subirini eh, <coughs> na muambie, mujalie watu wengine yaani, msaidie watu wengine katika kufanya nini? Kusubiri. Sasa sisi tushajua namna ya kuswali kwa kumuigiza Mtume, tushajua namna ya kufunga, namna ya kutoa zaka, namna ya kuhiji. Sasa tutajuaje namna ya kusubiri? Ndo eh, lazima ikawa bwana mtume ama ikawa ni muhimu kwa bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kupitia shida kama hizi au mitihani kama hizi ili sisi kama waislamu tusome na tukajua namna ya kusubiri kwa mitihani yoyote ambayo yatatupatia ama tutapatikana nayo na. Na pia katika mambo ambayo tunasoma ni kwa bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipokea maudhi haya shida hizi eh, aliyapokea kwa ridha, kwa kuridhia. Amepigwa mawe bwana wetu kipenzi chetu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na yeye ndo eh, kiumbe bora kwa Allah, lakini amepigwa mawe ametolewa damu eh, sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa ajili ya ndia ya da'wa. Lakini bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pamoja na haya yote, akayapokea kwa kuridhia, alikuwa radhi na na dalili ya kuwa bwana mtume alikuwa radhi, kama tunavyokumbuka tukitajiwa, tuki walipokuja malaika eh, Saidina Jibril na yule malaika wa Jabali, walipomwambia tuamrishe tufanye lolote, huyo malaika wa Jabali ataleta majabali mawili ayagongeshe hao wafili mbali watu wa Taif, bwana mtume akamwambia la, huenda hapa pakatoka nini, pakatoka watu eh, yani generation zitakazokuja ambazo so zitamnusuru Mungu na mtume wake sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Eh, pia <coughs> tukiangalia yeye, yeah, yeah. Bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika ile dua mashuhuri tuliyozungumzia, e, ni kuwa bwana mtume hakuwa laumu wale, amejilaumu yeye, ama amejieka yeye chini. Bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni kuwa sisi kama Waislamu, namna tunavyopokea shida hizi, namna tunavyopokea mitihani haya, eh, testi zozote tunazozipata katika maisha, ni tuzipokee kwa kuridhia. Na pengine mtu aweza kuuliza, lakini bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aaaam alilalamika kwa Mwenyezi Mungu, eh, Allahumma inni ashku ilaika dafa quwwati. Kwa bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alifanya shakwa, alishtaki kwa Allah jalla jalaluhu. Naam na mtume alishtaki kwa Allah jalla jalalu, lakini jambo ambalo twafaa kujua, kushtaki, mwanadamu akishtaki kwa Mwenyezi Mungu, ile ni ibada, ile ni ibada, ile ndiyo hakika wa dua. Na kama e, e, tunavyojua ilivyokuja ni katika athari nyingi kuwa adduau mukhul ibada Dua ndiyo muh ya ibada. Kwa hiyo bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam pale akishtaki kwa Mwenyezi Mungu, lile si jambo eh, ambalo twasema jambo la ku afwan <coughs> eh, si kitu ambacho utasema ni kitu hakifai, si kitu kizuri, la bali ndiyo asli ya ibada. Kwa hiyo mwislamu afaa kushtaki kwa Mwenyezi Mungu, kushtaki na kunyenyekea kwa Allah jalla jalalu, ndio asli ya uibada. Maanake tukisema sisi ni waja, sisi ni watumwa eh, sisi ni viumbe wa Mwenyezi Mungu, maanayake nini? Ni kuwa sisi tunyenyekee kwake Allah jalla jalalu. Na hizi mitihani, haya mitihani yakitokea, ndio yatupa nafasi ya sisi kunyenyekea kisawasawa. Kwa hiyo kunyenyekea kwake Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam si ishara ya kuwa ati hakuna hajaridhia, la, bali ameridhia na hakuna waswasi, na hili halipingani na lile kuridhia. Ameridhia kwa hili amri ya Allah jalla jalaluhu, lakini wakati huo huo mtu ananyenyekea kwa Allah jalla jalaluhu ili amsahilishie ile mitihani. Na, na katika eh, mambo ambayo twasoma pia katika matukio kama haya na matukio mengine katika maisha ya bwana mtume sallallahu alaihi wa sallam ni kuwa, hebu tumwangalie huyu bwana mtume ama tuangalie hizi shida zilizotokea. Utapata mara nyingi shida zozote zikitokea, tabu zozote zikitokea, baada yake huja faraja, huja jambo la kufurahisha, la kumfanya yule bwana mtume sallallahu alaihi wa sallam asife moyo, asigive up eh. Kila kukitokea shida utapata kama kuna nini kitu Mwenyezi Mungu amletea bwana mtume mpaka apate nini, faraja, apate furaha kidogo, impunguzie ile nini, eh, machungu yalotokea baada ya maudhi fulani Tohona. Katika hapa tulipotaja bwana mtume amefukuzwa na wale watu wa twaif, lakini akapata kufarijika kwa yule mtumwa eh, aliotoka nina naw eh, aitwaje <coughs> adas, kama tulivyomwelezea huyu aliotoka kule kwa saidna, yani mji ambao alikuwa saidna Yunus yuko akapatana naye yule, akamwamini akambusu. Yani yale ni mambo ambayo kidogo eh, ya poza moyo wa bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pia bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ukiangalia eh, ni kusilimu kwa majini, angalia, ni kama Mwenyezi Mungu amwambia, hata ikiwa kiwa hawa wanadamu hawakutaki, usio na waswasi, mimi nitaleta majeshi wangu wengine ambao ni majini. Wakasilimu, wakamwamini bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hapa twalan twapata eh, mafunzo kuwa hata shida zikiwa nyingi vipi, bado Mwenyezi Mungu hutengeza nafasi tukapata faraja. Mpaka sisi waswahili waambiwa, baada ya dhiki faraja, baada ya dhiki faraja. Na katika Qur'ani Mwenyezi Mungu ashatubainisha, asema inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra, yani hakika <coughs> pamoja na ile usri pamoja na ile mazito shida, eh, yusra huja na nini? Huja yusra huja utulivu ama yani upole, eh, huja twaja tukasahilishiwa mambo. Bali maulama hii aya katika kuieleza eh, wana ishara wanachukua wanatuambia kihakika usri hapa ni moja, manake Mwenyezi Mungu anasema: fa inna ma'al usri, ile alif na lam ni Eh, taarifiyni yashiria usri ambayo ni moja, usri ya kwanza. Kisha inna ma'al usri, inna ma'al usri, pamoja na ile usri ni ile ile usri ya kwanza iliyotajwa katika aya ya kwanza. Kwa hivyo usri ni moja, yani zile shida ni nini? Ni moja, ni kama ni moja. Kisha yusr, angalia katika aya ya kwanza sema inna ma'al usri yusra Eh, kisha ya pili anasema inna ma'al usri yusra. Kwa hivyo yusri hakujaingia alif na lamu pale, maulama wamesema ile yusri ya kwanza ni tofauti na yusri ya pili, yani ule usaha, usahali ambao tutaupata eh, kutoka kwa Mwenyezi Mungu, kwa hakika si kwa, yani itakuja mara mbili ya ile usr, zile shida. Ikiwa shida zitakuwa ni nzito kiasi fulani, basi ule usahali unakuja kwa mara mbili yake, tamam. Kwa hiyo mtu akipata shida kama hizi awe anakuwa na eh, itoje tafaul eh, awe na hope bado, asife moyo, asife moyo kuwa kutakuja na nini, kutakuja na khairi. Agali ajua kuwa akisubiri, eh, siku ya Kiyama atapata malipo. Hadithi ya Bwana Mtume anasema eh, hakika jambo la muumini ajaban li amrin li amri al-muumin, ni ajabu sana amri ya muumini. Inna amrahu kullahu khair <laughs> mambo yake yote ni khairi, akipata jambo zuri yashukuru na akipata msiba akipata tabu na nini basi bas yusubiri, eh, wayahtasib inda Allah eh, yupata kusubiri na yatarajia kwa ku atapata nini thawabu kutoka kwa Allah jalla jalal. Kwa hiyo muumini <clears throat> angalie shida zote tutakazopata eh, kutakuja na faraja, hakika kutakuja na faraja na, la, la, la, la, la na, na katika mambo pia muhimu zaidi ambayo eh, twasoma katika kisa hiki cha Taif ni kutokana na eh, vitendo vya sidna Zaid bin Harith radiyallahu anhu kuwa alikuwa akimprotect bwana mtume akiweka his body on the line kama wanavyosema, akijisacrifice yeye, akijidhahi yeye, yuweka mwili wake apigwe, yeye asipigwe mtume. Ile ni katika kudifenda dini, kuwa sisi kama Waislamu ni tuweke mambo ya dini mbele, tu protect mambo ya dini mbele, maana bwana mtume ndio dini Bwana Mtume ndio dini, yani wale maswahaba walikuwa wakiona mpaka Saidna Abubakar akisema wakati wa hijra, nikifa mimi amekufa tu Ibn Abi Quhafa, nikifa mimi amekufa mtu tu kawaida, lakini ukifa wewe Bwana Mtume, basi umekufa Uislamu, yani Uislamu ndio utakuwa affected. Sasa huyu Saidna Zaid, angalia, yuweka yeye mwili wake upate madhara ili Bwana Mtume afanye nini apate kuokoka kutopigwa yaani na ama kupata kutopata madhara yoyote. Kwa hiyo muislamu ni ajiweke yeye baina ya watu wanaopiga dini, yaani ajiweke yeye katikati ya maadui wa dini, badala ya wale maadui kupiga dini, yeye awe yuko pale katika ku sacrifice na ku protect dini ya Mwenyezi Mungu, kwa namna yoyote Mtu ana uwezo wa kipesa ahlan wa sahlan, mtu ana uwezo wa kuzungumza, anao vyeo na nini, aweza kuzungumza eh, lazima muislamu awe ataweka dini mbele. Hiyo ndo <coughs> katika mambo ambayo tutasoma hapa, na baadhi ya maulama wametueleza pia katika mambo tuwasoma, ni kuwa si kuwa dini peke yake, bali wale watu ambao wanapeleka dini mbele, wale watu ambao wanafanya dawa ambao utaona mara nyingine labda wanapigwa vita, wanasumbuliwa labda mara nyingine wanasumbuliwa na wana waislamu wenzao. Lilasaf, hawa ni watu, sisi twafaa kujaribu kuwa defend kama vile ambavyo Saidna Zaid bin Harith alikuwa akim defend bwana mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Naam, hayo ni mambo machache ambayo, eh, twayasoma. Nakika, eh, mambo ni mingi maelezo ni mengi kama tulivyoashiria mtu, e, e, aweza kuangalia e, kitabu cha alimama albuti e, fiqh sira pale, alimama albuti amejaribu kuzungumzia mafunzo mingi katika mafunzo ya sira umuman. Naam, jambo la mwisho ambalo tutalizungumzia ambalo Soma katika kisa hiki cha Twaif na baada ya kurudi ni yani, kwa bwana mtume alipokuwa yuarudi pale, ni pale alipoulizwa bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alipoulizwa vipi warudi Maka, saidina Zaid akimuuliza vipi wewe warudi Maka na hawa wankutoa, hawa hawakupendi Bwana Mtume, lile jawabu aliotoa ndo hapo. Sasa mafunzo yetu hapo, ndo mahali ushahidi. Asema ya Zaid, inna Allaha ja'ilun lima tara farajan wa makhrajan wamahrajan wa inna Allaha nasirun dinahu wa mudhhirun nabiyahu. Yani asema, uh, ewe Zaid, ki hakika mwenyezi Mungu, kwa hakika mwenyezi Mungu eh, atatujalia faraji. Haya unayoona mwenyezi Mungu atatujalia faraji kutokana na haya mambo eh, atatujalia ndio kutoka He? na atainusuru jini yake na atamdhihirisha mtume wake sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Eh, kuwa bwana mtume pamoja na zile shida alizopitia bado alikuwa na thika na Allah jalla jalaluhu, bado alikuwa na uhakika kuwa Mungu atamfanya nini? Atamuokoa. Haya ni katika mafunzo makubwa sana tunayopata sisi kama Waislamu, kuwa hali yoyote utakayokuwa hali yoyote, tutakaona Uislamu uko sisi lazima tuwe na thika na Allah jalla jalaluh, na si Uislamu peke yake, tabu zote tutakazopitia lazima sisi tuwe na thika na Mwenyezi Mungu khalas. Maanake Mwenyezi Mungu ndo alotuleta na yeye ndo ametuhakikishia kuwa wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, ya katika aya nyingine man yattaqillaha ya yaj'al lahu min amrihi yusra. Khalas, Mwenyezi Mungu ashatuwekea ahadi yoyote, ambaye atamcha Mwenyezi Mungu atapata njia atapata makhraj, sehemu yoyote atakayo atakayo atakayo atakayokuwa, tabu zozote atakazokuwa atatoka. Sasa angalia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, tabu alizopitia kufukuzwa kule, lakini bado na kushtaki kush, kush kwa Allah jalla jalal, bado mwisho akwambiaje kuwa ana anayakini anauthika kuwa Allah jalla jalal atamfungulia. Ndio kwa hivyo sisi kama Waislamu pia lazima thika hii tuwe nayo, hususan katika kueneza kwa dini Mtu ikiwa yuko katika kazi ya dawa, awe na uhakika dini itaenezwa. dini itafanya nini? Itaenezwa, eh? Hii lazima tuwe na hakika nayo. Dini itafika, eh, katika kila nyumba. Uislamu utaingia, lazima dini itafika, dawa itafika. Sasa je, wewe utakuwa miongoni mwa wale waliohudumikia dini mpaka siku ya kiyama. Manake khalas ushajua kuwa hili litatokea. Je, wewe unataka kuwa miongoni wa majeshi jundu min junudillah? Unataka kuwa katika majeshi yani, majeshi wa Allah jalla jalaluhu? Khalas, ni mtu awe na thika na achukue zile sababu katika kujaribu kubalighisha dini ya Bwana.